Mahakama Kuu ya Tanzania imeiamuru kampuni ya michezo ya kubahatisha Princess Leisure Limited ya jijini Dar es Salaam kumlipa mchezaji wa Simba John Raphael Bocco shilingi milioni mia mbili kwa kutumia picha yake katika tangazo la biashara. Hukumu hiyo imetolewa Agosti 31 ya mwaka 2023 na jaji Ivan Mugeta wa Mahakama Kuu Masijala ndogo ya Dar es Salaam. Awali mchezaji huyo alikuwa ameiomba mahakama iiamuru kampuni hiyo kumlipa shilingi bilioni moja kama fidia na kudai kuwa ilitumia picha yake bila ya kuwa na mamlaka nayo na kumlipa mrahaba wa asilimia 25 kipindi chote ilichoweza kuitumia. Tangazo hilo lilikuwa la picha ya Boko lililotolewa katika ukurasa wa Instagram wa kampuni hiyo kati ya Novemba 18, 2021 hadi Disemba 1 ya mwaka 2021, na ujumbe huo ulisomeka katika mtandao huo wa kijamii ukisema kwamba uhondo wa ligi kuu ya NBC unaendelea leo kwa mechi tatu kubwa, zaidi ni Simba watakuwa wageni wa Ruvu Shooting huko Mwanza kwenye dimba la CCM Kirumba siku za pesa zimerejea na kuweza kusambaa ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Boko katika kesi hiyo aliyowakilisha na mawakili Innocent Michael pamoja na Gadi Kabele alisema kutumiwa kwa picha yake kulimaanisha amevunja mkataba wake na timu ya Simba na timu hiyo ilikuwa ipo mbioni kumchukulia hatua za kinidhamu. Kesi hiyo namba 118 ya mwaka 2022 ilisikilizwa upande mmoja ex parte, kwa kuwa mdaiwa aliondolewa katika mwenendo wa shauri hilo baada ya kushindwa kuwasilisha utetezi wake kwa maandishi kwa muda ulio ndani ya sheria. kesi hiyo ilisikilizwa na Jaji Mugeta Agasti 25 ya mwaka 2023 na na hukumu ikatolewa Agasti 31 na nakala ya hukumu hiyo kuwekwa katika mtandao wa mahakama ya Tanzil mahususi kwa ajili ya kuchapisha maamuzi, sheria na kanuni bure mtandaoni. Nikukumbusha kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza y kupata video zetu pamoja na kuweka maoni yako chini ya video hii kwa njia ya comment.